Mimi nashukuru kwa sababu hii barabara ilikuwa imetusumbua hapa siku mingi. Hii barabara haijaombwa leo, imeombwa siku mingi, si ni miaka mingi sana? Si kulikuwa na marais wengine? Si kulikuwa wabunge wengine? Ama Fabian ndio wa kwanza kuombwa hiyo barabara? Rais Ruto ndio wa kwanza kuombwa hiyo barabara? Si marais wengine walikuwa? Si wabunge wengine walikuwa lakini mimi nashukuru Mungu kwa bidii ya Fabian Muli, mbunge wetu. Nashukuru Mungu, nashukuru Mungu kwa bidii ya Rais William Ruto, leo barabara yetu ya kutoka Kangundo kwenda Kivahani mpaka makutano Mamwala imepatikana. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Umesikia rais? Hajakuja hapa barabara moja ametaja. Barabara nyingi ametaja, stima ametaja, KMTC, Affordable housing. Sasa rais amesema ya kwamba sisi kama serikali tuhakikishe ya kwamba kila sehemu ya Kenya imepata haki yake ya maendeleo na kusikuwe kuna sehemu yoyote ya Kenya ambayo imewachwa nyuma ati kwa sababu ya kura, kwa sababu ya vyama, kwa sababu ya dini. Kenya yetu ni moja, tunahitaji umoja wa taifa, na hii umoja wa taifa utapatikana kama tutafanya maendeleo katika kaunti zetu 47 kwa usawa. We we have one country, one nation, one country nation people. We must defend our national unity by developing every part of the country. Ni kweli, si kweli? Ni kweli, si kweli?